Asante Theodora Mrema. Kanisa la Wabaptisti Tanzania limeomba serikali kuchukua hatua za kisheria kuepusha mgogoro ulioibuliwa na kikundi kidogo cha waumini wa kanisa hilo hapa mkoani Mwanza, ili kulinda amani na utulivu kwa kusimamia taratibu na miongozo ya makanisa hapa nchini. Tupate taarifa zaidi Akiongoza ibada maalum ya maendeleo ya kanisa na jamii jumanne hii mkoani Arusha, mwangalizi mkuu wa makanisa ya Baptist Tanzania Askofu Arnold Manase amesema mabadiliko makubwa ya mifumo ya kuliongoza kanisa hilo yaliyofanywa mwaka 2020 ndio ndiyo chanzo cha watu wanaotawaliwa na ubinafsi kuanzisha mgogoro. Baada ya mabadiliko hayo kitokea kikundi cha, cha watu kadhaa ambao wao walisema hawakubaliani na mabadiliko hayo, kinapita kwenye maofisi ya serikali maeneo mbalimbali, wanajitambulisha, lakini pia wanafoji nyaraka za serikali, nyaraka mbalimbali. Kikundi hiki kinajiita jumuiya kuu. Nachukua nafasi na wito kwa jamii na ofisi za umma, sisi hatuna kitu kinachoitwa jumuiya kuu, wala hatuna kiongozi inayoitwa jumuiya kuu. Toka elfu mbili na ishirini mabadiliko tulishayafanya. Askofu mkuu wa Baptisti amesema pamoja na serikali mkoani Mwanza kuchukua hatua kadhaa, bado kundi hilo limeendelea kutishia amani ya kanisa hilo. Na msajili wa jumuiya za kiraia, ofisi yake ilitoa maelezo na kufanya kikao pia pamoja na wakuu wa ulinzi na usalama katika serikali ya mkoa wa Mwanza na kueleza haya ambayo yameelezwa kwa miaka mingi. Kwa hiyo jumuiya haipo rasmi, ilishakufa. Tusilee vitu vilivyo kinyume na taratibu na sheria za nchi na sheria za kanisa Wataka tota tuiombe serikali ya mkoa wa Mwanza kusimamia taratibu na sheria za wizara ya mambo ya ndani wakati kanisa hilo likikaribia kutimiza miaka sabini tangu kuasisiwa kwake. Onyo limetolewa na meneja wa miradi ya kanisa hilo Arusha, Lambert Hassan Jr. kwa baadhi ya watu kutolitumia kanisa kama mlango wa kujipatia fedha badala ya kufanya kazi ya utume. Kuna watu wanataka kutumia kanisa kama biashara, sehemu ya vipato. Serikali kwa kweli imefanya kwa sehemu yake, lakini bado kuna udanganyifu ambao baadhi ya Uh, watu wa kanisa binafsi ambao mmoja mmoja ambao wanataka kuchukulia kanisa kama biashara, wanatumia fursa hiyo kukusanya fedha na kuzitumia katika kufanya uovu ndani na ya kanisa ili kulisambaratisha, kwa mujibu wa Askofu Manase. Awali, mgogoro wa kupinga mifumo ya uendeshaji wa kanisa ulijitokeza katika mikoa ya Kigoma na Mbeya, lakini utulivu ulirejeshwa kwa kushirikiana na serikali. Angelo Moleka, Star TV.